Hawa wanaotuzunguka sisi, changamoto imetukuta kwa sababu tunajikuta sisi hatuna eneo tena, kwa sababu mwanzo ilikuja kampuni natupimia eneo ikatugawia, na serikali pia ya halmashauri yetu ya kijiji ikasema kwamba eneo lenu nyinyi iko hapa iko hapa iko hapa inaenea, na sisi tukaridhika kulingana na walivyosema wao. Mawindo yetu tulikuwa tunaendea vizuri na tunapata asali matunda yetu kama kawaida, na nini. Lakini sasa ikaingia changamoto ambayo tunajikuta tuna sasa hivi wako wenzetu hao majirani wanaleta ng'ombe hapa, wanachunga hapa hapa kwetu, jirani. Wanyama sisi tunakosa wanyama, hata ukimpiga mnyama inakuwa ni changamoto ngumu namna ya kufuata hata nyayo, kwa sababu Ikipita tu ile saa moja saa mbili tayari hapo unaenda kukosa upa, upati hata ile nyayo mnyama alikopita ulikompigia kwa sababu ya ile miguu ya wanyama awa ya, ya, ya, mifugo ng'ombe mbuzi punda wamejaa hapa kwetu. Kwa hiyo unakuta sisi tunakosa riziki na namna moja au nyingine unafika sehemu hata ukikuta asali katika mibuyu hii yetu tuna unapenda kwenda kuchukua asali kwenye mibuyu, unakuta mtu anakwambia huu mbuyu ni wa kwangu bwana, usipande huko kwenye huu mbuyu, ni wa kwangu. Sasa inakuwa ni shida. Swala la, la maji pia, maji sisi tangia zamani, enzi na enzi, sisi maji tulikuwa hatuna habari ya kuchimba, hatuna habari ya kufanyeje, isipokuwa tunafata majira ya mvua. Mvua ikinyesha, maji ndio maana tukopata. Sasa hivi pangoni kwa sababu maji yako karibu, ni karibu. Kwa mfano tunafata tu kwenye huu mto hapa hii korongo mliovuka darajani pale, hapa tunachukua maji, na mvua ikikata, sisi hapa tunahama hama, hamta tukuta tena hapa, tunaenda kusogea sehemu ambapo karibu na maji, ndio asili na asili tunavyoishi. Lakini, lakini kwa sasa hivi, sasa inabidi tukae tu mahala pamoja, kwa sababu unapohama kwenda sehemu nyingine unakuta sehemu hiyo imeshafungwa, ni eneo la mtu. Naona mtu, mtu anakuambia kabisa kwamba mpaka ng'ombe wangu wanywe washibe watoshe maji, ndipo na wewe upate maji. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo inatukuta sisi, na sisi hiyo habari tulikuwa hatujui kwamba hii leo itatokea, eneo la kwako sijui eneo la huyu sijui eneo la huyu. Sisi zamani tulikuwa hatujui hiyo Jina <muchas> langu naitwa Msafiri. Hii ni kambi yangu hapa, na tunaishi huko porini. Hapa ndio mapango tunalala huko, mvua ikinyesha tunapika ugali, tunachikula hapa nyama eh. Kwa kweli kwa sasa hivi sisi kwa jinsi ulivyosema, hali yetu sio pazuri kweli kwa huku, kwa sababu maeneo huku sasa hivi yameisha kuwa sio kama zamani. Zamani mababu zetu wakati tunaishi ilikuwa kuna wanyama wengi, tunapata matunda mingi, kipindi mvua ilikuwa zamani ni mingi. Sasa hivi mvua ni hamna, asali ya hamna. Zamani asali ni nyingi, ukitoka tu kidogo unajaza debe sasa hivi ukitaka kupata mwanamke kujaza debeni, hali ni ngumu. Kutafuta mnyama mkubwa upate mwanamke, hali ni ngumu, wanyama hamna, watu wamejaa, wamekuja. Ilikuwa maeneo haya ilikuwa ya wazab zamani, haya ni manyumba zao. Sasa hivi tumekosa yale vitu ya majadi kabisa ya babu zetu wa zamani. Kuna, kuna wanyama muhimu sana sisi kwa jadi ya kezabe ambayo, ambayo inatupasa sisi kama vijana wetu ambao wakiazabe wanapokuwa wameenda ukubwani, kuna vitu fulani viko vya kutafutwa kuingizwa kwa wazee.